Jifunze jinsi ya kutumia ulimi, zungumza, ongea na sema maneno yenye hekima yaletayo matokeo mazuri kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuna kitakachobadilika huku duniani mpaka mtu amekibadilisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Nisikilize, Mungu hajawahi kubadilika. Mungu hajawahi kumwacha mwanadamu awa yeyote chini ya jua aliye mdizaini akampenda akampumlizia pumzi. Huku duniani kuna mahali, mtu wa Mungu, inatakiwa ubadilike wewe ili ukutane na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Hakuna kitakachobadilika huku duniani ni mpaka mtu amekibadilisha. Kumbuka maneno mengine ukiongea yanakupa matokeo mabaya. Ukiongea mambo kama yalivyo yatabaki hivyo hivyo yalivyo, lakini ukiongea kama yanavyotakiwa kuwa, yatakuwa hivyo unavyosema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini? Wewe ni shamba la Mungu, wewe ni jengo la Mungu. Mungu akasema nitawapa vinywa ambavyo vina nguvu, ambavyo maadui zenu hawatafanyaje vishindwa. Bwana Yesu atusaidie. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe una kinywa ambacho kina upako, wewe una kinywa ambacho kina nguvu, wewe una kinywa ambacho kina mlaka, wewe una kinywa ambacho kina ustadi wa Yesu Kristo aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Usiokubaliane na watu wanaosema maisha magumu nawe ukasema ni magumu tayari unatakiwa umeshajiingiza kwenye mfumo wa zile kukiri udhaifu. Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na atubariki. Kuna mtu ananielewa? Kwa kuwa Mungu anakusudia kupanda kitu ndani yako muda wowote ambao shamba lake litakuwa tayari kupandwa. Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na atubariki. Kuna mtu anaelewa vizuri. Kwa hiyo uelewe kabla ya shamba kupandwa kitu, kuna shamba linatakiwa lisafishwe kwanza. Kuna mtu ananielewa vizuri, sema amina na utabarikiwa. Kuna vitu vinatakiwa ving'olewe, kuna vitu vinatakiwa visambazishwe, kuna vitu vinatakiwa, baada ya kung'olewa na kusafazishwa, vijengwe, vipandwe. Bwana Yesu atusaidia sana, sema amina na utabarikiwa. Wewe ni jengo la Mungu, wewe ni shamba la Mungu. Kuna mali leo, kabla hujawa shamba kamili, Yesu anataka kupeleke viwango vingine. Sema amina na utabarikiwa, uelekee katika viwango vya kilele vya maombi ambayo yanashaba, maombi ambayo yanamgusa Mungu, maombi ambayo yatamwamsha Bwana katika kitu cha enzi. Sema amina na utabarikiwa. Kuna mtu anaelewa vizuri kwa hiyo Mungu akuwezeshe kutambua ile neema ya kutembea nawe na wewe ujielewe huko duniani ya kwamba umeumbwa kwa mfano wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe sio wa kawaida, wewe sio wa kutishwa na roho ya umasikini, wewe sio wa kutishwa na magonjwa, wewe sio wa kutishwa na madeni, wewe sio wa kutishwa na vitu vigumu vigumu, wewe ni kuviambia hivyo vitu vimeingia sio mahali pake na vitapita.